Tarehe kumi na tano Juni, mtakatifu Jermana Bikira, mwaka 1601 Jermana alizaliwa mwaka 1579, katika kijiji cha Pibrac Ufaransa ya Kusini. Tangu utoto wake aliandamwa na maradhi mengi. Mkono wake wa kuume ulilemaa. Mama yake alifariki dunia yeye akingali bado mtoto mdogo, ndipo baba yake alipooa mwanamke mwingine. Huyo mwanamke alikuwa mkatili, akamchukia sana Jermana. Mara kwa mara alimtendea vibaya msichana huyu maskini. Alipokuwa mtoto wa miaka tisa tu, alimtuma machungani porini peke yake kusudi asimwone machoni pake. Daudi toka machungani, hakukaribishwa kula mezani pamoja na watoto wengine bali alifukuzwa ili aende mbali pembeni kula peke yake na kulala katika zizi la kondoo au chini ya ngazi ya nyumba. Jermana alikuwa mtoto mvumilivu ajabu. Aliyavumilia mateso yake yote kimya bila kunung'unika. Akakubali kupata mateso yote kwa ajili ya Yesu Kristo. Alikuwa akishiriki katika misa takatifu kila siku. Alipotaka kwenda kanisani, aliisimika fimbo yake nyuma ya kundi lake la kondoo. Baada ya misa, aliwakuta kondoo wote wakiwa palepale pale. Japokuwa Jerumana alikuwa maskini vile, lakini kila mara aliwaachia maskini chakula chake kidogo ili nao wale. Inasemekana kwamba siku moja, mama yule mkatili alimwona Jerumana amechukua kipande cha mkate, amekificha ndani ya nguo yake. Alidhani amekiiba. Alimfuata mbio na fimbo mkononi, akasema kwa ukali na kitisho: Hebu fungua nguoni mwako, mna nini? Jermana alifungua nguo kwa utaratibu. Lo! Mara yakaonekana maua mazuri ajabu badala ya mkate. Tangu hapo watu walianza kumheshimu Jermana, lakini kwa ajili ya utakatifu na unyenyekevu wake Jermana alizidi kujitenga mbali na watu. Siku moja walimkuta amefariki chini ya ngazi ya nyumbani, alikuwa na umri wa miaka ishirini na miwili. Miaka hamsini baada ya kufa kwake waliugundua mwili wake ukiwa haujaoza. Miujiza mingi ilitendeka kwenye kaburi lake. Baba mtakatifu aliliandika jina lake katika orodha ya watakatifu mwaka 1867. Mtakatifu Jermana Bikira, utuombee. Ni mtakatifu Jerumana Bikira, mwaka elfu moja mia sita na moja. Mtakatifu huyu anatufundisha kwamba tunatakiwa kipindi hiki cha Kwaresma kujitoa sadaka, kujitolea kwa wengine ambao wanahitaji mahitaji yetu au wanahitaji msaada kutoka kwetu. Tunamwona mtakatifu Jerumana alikuwa mtoto wa miaka tisa lakini alikuwa anapata changamoto kutokana na mama yake wa kambo. Mama yake alikuwa hamruhusu hata kukaa pamoja na watoto wenzake wakati wa kupata chakula, lakini yeye japo alikuwa anapewa chakula kidogo na kutengwa pembeni na wenzake, alikuwa anahakikisha kwamba chakula hicho hicho kidogo anakitenga sehemu nyingine, anapeleka kwa wahitaji maskini. Ndivyo tunavyojifunza katika kipindi hiki cha Kwaresma, msikilizaji na mtazamaji, tuweze kujitolea kwa kile kidogo ambacho tunacho. Tusione kwamba ni kidogo, hapana. Hicho hicho kidogo mgawie na jirani yako. Kuna jirani yako pengine analala njaa, pengine hana mavazi. Wewe una mavazi ya kutosha, basi chukua sehemu ya mavazi yako mgawie, ili na yeye aweze kujisikia kwamba yuko miongoni mwa binadamu ambao wana mavazi au wanavaa vizuri. Chochote kile unaweza ukamsaidia pia jirani yako kwa mawazo pengine kuna anayehitaji mawazo yako au ushauri wako ili aweze kujirudi. Pengine amekengeuka kiimani, ameenda njia ambazo sio sahihi, basi ni wakati wako wewe kuweza kumrudisha katika njia sahihi, ili uweze kujichotea baraka na neema tele kutokana na kipindi hiki cha Kwaresma, ambapo tunaambiwa kwamba Kwaresma Mkristu anatakiwa asali, afunge na kutoa sadaka. Sadaka yako ni ipi, msikilizaji? ni kujitolea kwa kile ambacho unacho na kumsaidia mwingine. Asante. niliyekuandalia kipindi hiki ni Anusiata Karoli.